Utakumbuka kwamba mnamo tarehe mbili mwezi wa nne mwaka 2025 mwenge wa, wa uhuru uliwashwa ule mkoani Pwani na umekimbizwa takribani mikoa yote, na mnamo tarehe saba mwezi wa kumi mwaka 2025 uliweza kuingia katika mkoa wetu wa Mbeya na kukimbizwa e, katika halmashauri zote. Kwa hiyo baada ya mwenge huu kuingia tarehe saba mwezi wa kumi katika mkoa wetu wa Mbeya e, mwenge huu ulikuwa ukitokea katika mkoa wa Songwe ambapo mapokezi yalifanyika katika mazingira ya usalama na wa, usalama ulikuwa hali ya juu kutokana na, na ushirikiano tuliopata kutoka kwa wananchi wa jiji letu la Mbeya. Hadi sasa mwenge huo kama nilivyokwisha sema umeshakimbizwa karibu katika wilaya zote tano na halmashauri saba, na kote huko hali ya usalama imeimarishwa kiasi kikubwa kwa ushirikiano wa wananchi Jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama pamoja na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba mwenge huu unapita salama. Kesho mnamo tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025 mbio za mwenge huu wa uhuru zitahitimishwa hapa jijini Mbeya ambapo utazimwa rasmi ukiashiria pia sikukuu, e, ya kumbukizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni baba wa taifa. Jiji la Mbeya limeshapokea wageni wengi na tunatarajia kupokea viongozi wengine wa kitaifa kuwasili katika mkoa wetu wa Mbeya ili kuweza kushiriki shughuli hiyo ya kitaifa ya kuhitimisha mbio za mwenge wa uhuru. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi wa jiji kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na kuendelea kuimarisha utulivu na usalama ili sherehe hizo ziweze kufanyika na kumalizika kwa amani. Aidha, kutokana na wageni mbalimbali ambao wamekwisha wasili na wanaoendelea kuwasili, tunatoa wito kwa watumiaji wa barabara kuzingatia sana sheria ambazo zimewekwa, lakini pamoja na hayo eh, kufuata maelekezo ambayo wanapewa na askari walioko katika maeneo mbalimbali kwenye vipenyo na kwenye sehemu mbalimbali za mabarabara ili kuhakikisha kwamba misafara inayopita iweze kupita kwa amani na usalama. Pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, ninapenda eh, kuhakikishia wananchi kuwa limejipanga vizuri kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama inaendelea kuimarika wakati wote na shughuli za kuzima mwenge wa uhuru, na baada ya shughuli hiyo eh, kumalizika hali inakuwa ni shwari. Aidha, halitasita kuchukua hatua kali kwa, kwa, kwa mujibu wa sheria za nchi kwa wale ambao watapenda kwa makusudi kuathiri au kuharibu E, utaratibu mzima uliokwisha pangwa na hivyo kutaka kuhakikisha kwa kwamba mwenge huu haufanyiki, uh, amini mwenge huu hauzimwi wa, uzimi, kwa usalama. Kwa hiyo, jeshi la polisi kwenye eneo hilo limejipanga vizuri sana na tunaomba wananchi kwa kweli wawe watulivu, kwa sababu jeshi lao limejipanga kuhakikisha kwamba mwenge wa uhuru na shughuli zote zilizopangwa zinakwenda salama salama. Mwenge ambao umepangwa kwa leo tarehe 13 kuamkia tarehe 14 jeshi la polisi linahakikisha kwamba maeneo yote ambapo kutakuwa na na shughuli hizo za, za, za mkesha, jeshi la polisi limepanga askari wa kutosha kuzunguka eneo hilo, lakini pia watakuwepo askari, watakuwa kuwa karibu sana na eneo la mwenge kuhakikisha kwamba mwenge mwenge huo unakuwa umelindwa na hakuna mtu mtu ambaye ambaye anasogea hata kwenye ule mwenge kwa mtu ambaye hausiki. Lakini pia tutafanya doria za nguvu, ambazo pia zimekushaanza kufanywa na baadhi ya watu ambao si waamirifu sana wanaendelea kukamatwa na hatua na mbalimbali zinachukuliwa, lakini kwa eneo la leo amini, kwa siku ya leo na eneo hilo la mwenge litakuwa na unyeti wa, wa hali ya juu sana, na tutaongeza nguvu ili kuhakikisha kwamba watu wanasherekea mwenge, wanakesha na mwenge, na hali inakuwa ni tulivu kabisa.